ka kuomba na kuwashauri wakati wowote wanawacha watoto wadogo kwa manyumba, wawe wamekuwa na mipango dhabiti ya kuona ya kwamba kuna mtu mkubwa ako karibu anaweza saidiana na hii watoto ikuwa kuna shida yoyote inaweza kutokea mabaki ya mili ya, ya mwili ambayo yaliyochomeka ya imehifadhiwa hapa kihala Lefofo Hospital, na kama vile nimesema kwa lugha ya kimbani, pia yule mtoto ambaye uh, aliweza kuepuka haya amelazwa kwa hiyo hospitali. Nitoka ni kazi asubuhi nakuta nyumba imechomeka, lakini sijui kitu gani kilifanya hiyo nyumba ikachomeka. Ni msana kutoka Western amekuwa ah, na watoto wanne ndie anawalea peke yao, hana mzee, alikuwa na watoto wasichana watatu wawili, na vijana wawili. Lakini nasikia jana, si unajua stima ilipotea huku jana. Sasa ni kama alikuwa amewasha kando, ameacha kwa nyumba, ameenda janga. Hiyo moto ilitoka kwa sababu gani? Juu stima ilikuwa imepotea, hatuwezi sema ni stima Maybi kulikuwa ni candle walikuwa wamewasha na wakawacha, so kuanzia hapo sami juu. Sasa ni watoto watatu wameungua pale kiasi cha kutotambulikana, na ni mmoja tu ndiye ametoka akiwa hai. Gari ya kuzima moto ilikuja kama tayari moto imeshazimwa, imekuja lete kama tayari watu majirani wameshashughulikia moto, wamezima moto. So hakuna kitu gari ya moto simamoto ilifanya.